Amani. Amani, fungulie bwana, unajua hapa emeniweeamtu kati <tis> kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwamba wazangu ningeruka thamani ya utu wangu, bei ya chapati. Dunia, shule inayofunza mema na mabaya wajuaje na wapumbavu wa moo Dunia, anguko lako ni ah, kicheko kwa wengine dunia ah, wasindikizaji wapambanaji wamo hey. We mama mama nyie, bora mpande mabasi ya saa kumi na moja hey, mi nawambia nyii mkipanda mabasi ya saa mbili mtafika huku usiku sana. E, haya bwana, mtaona nyingi kitachokuwa sawa sawa. Basi nitakupigia baadaye, maana sisi hapa tupo tunapangapanga ratiba hapa na bajeti tunaziweka sawa. Haya, baadaye shangazi. Haya, mchele sasa tuandike kiasi gani? Mimi naona mchele tuandike kilo hamsini, au mnaonaje wenzangu? kilo hamsini? sio nyingi? hizo kilo hamsini nyingi? Mashosti, ndugu zako, majirani, hizi zi kilo hamsini tu. Subiri kwanza, shangazi. Kabla ya yote, sio tunakazana hapo kuandika vitu vingine, hatujajua bajeti yake shingapi. Haya mwenzetu, ah, mmejipangaje? Mi bajeti amenipa manyanya, kwa hiyo amenipa milioni mbili kwa hiyo mimi naona huko patakapopelea ndo tutajua sisi wenyewe. Mm, bamwe kajipanga jamani <laughs> mimi sijaona sababu za msingi mpaka watoto kufikia hapa. Huyo kavutia huku, huyo kavutia huku. Hivi ni kweli manyanya, siunolizoo kweli? Mambo zile ufanya ule ule ule ule mwondo hayo kweli. Kama unavyokuliza unavyokuliza mjomba wako. Sasa mimi sija kueleze, sija ku, sija kufundishia hivyo mimi wewe. Na wewe sija kulea hivyo. Nisikilize mwanangu. Hapa mimi sikuja kukubembeleza wewe. Mimi kwangu mimi amri. Hii nakupa amri. Kwanza ukwenda ufahamu hivyo. Mambo kubembelezana nilikuwa nakwenda kufundisha kule, Nyumbani, kwa kule kule. Sawa, hapa ni ni amri kwangu, mimi nakupa hiyo. Tunaelewana baba? Elewa hivyo, ninachotaka mimi urudi kwa nyumba yako, na kama yaani wewe sio kwamba sio ni, ni, ni nyumba yako itulie, urudi kwa mkeo. Makosa yenu hii yote yanaweza yakasomee imkasomeana yakawa yamekwisha, ila mbali yule kakupenda wewe, ndio umempenda mwenyewe, si chaguo lako wewe? Na urudi niambie baba, mimi mfuata mlepo na nini? Tumekusimamia mambo yamekwisha, unaanza balaa wewe, mambo ya kukimbia nyumba haijetokea. Mimi na mama yako mpaka leo yule, ndio mpaka tunaenda tunaenda kama mtu kaka yake vile, kumbe ndio mimi, ndio mimi, ndio baba yako, ndio mama yako mambo mengi amefanya ovyo yule na mimi nimeyapuza mi, mi, mi na vile hali kadhalika nivumilia. Wewe mwezi juzi tu, mwezi moja tu, unakimbia nyumba wewe? Wewe ni aibu wewe. Ndio maana nikwambia kwamba mimi sikumbembelezi. Hii ni amri kwa mimi, amri hiyo bwana Manyanya, japokuwa ni fomi kwa wewe uweze kukua kumbele yangu mimi, wala huyo. Kwa mama yako tuko pamoja, yaani kauli ya mwisho ndio kwa mimi sasa hivi hapa. Huyo kidudu mtu wako huyo wachana naye, alikuvurugia nyumba hii. Umeelewa? Sawa. Nakuelewa baba. Mm, -mm. Mpigie simu hapa hapa kwenye kikao. Tuyamalize hapa hapa, kila mtu anasikia. Dunia. Can you tell me about your experience? Eh? Ex experience.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 Usijishi usi, usi yaani wewe usio jio unajizozoa hapo, changamka toa simu yako, mpige mpige sasa. Lakini haya mambo tayari tumeshakubaliana nami nisharidhia kwamba sawa, nitamwacha nitarudi huku, haina haja ya kumpigia simu. Umalizana nani, nimekwambia fanya hiyo. Hebu chukua hii simu mpia <mimitation> Shangazi, msamani ngoja naongea na simu mara moja nakuja sasa hivi. Umeshaanza? watu wanaongea jambo la msingi wewe unaanza habari za simu Daeke. Huyu ni manyanya ananipigia na sijui anataka kuniambia habari gani. <laughs> Wewe, anaipiga ndio tunapigia bajeti. Haya, mwanzo tu kaongea na bashuli. Hello, baby. Hello, Mati. Abe, Nasemaji, kuanzia sasa hivi mimi sihitaji tena mahusiano na wewe kwao. Naomba usinifuatilie, naomba usinitafute, naomba pia uache kabisa mazoea uache kabisa mazoea na mimi. Nimeamua kurudi na kuishi na mke wangu kwao. Sahau kabisa kama kuna mtu anaitwa manyanya katika maisha yako. Manyanya, unajua, usilete utani mdau. Manyanya, sikuhitaji tena.

Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is busy. Please try again later. Namba unayoipigia inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is busy. Please try again later. Sante mwana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hauoni mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Mana nimekosa hoja kujitetea inanikunja eh, inanipindapinda inani dunia, tofauti na mama livyo nilea, maana nimekosa nguvu kujitetea eh. Mati, asa, mbona wenzako tunakusubiria kule mamalizo, umekaa ndani jamani, hivyo unajua, muda umeenda, tunataka tukalale, alafu mi naongea na wewe umekaa kini ni dharau au mati wewe wemati mati shangazi hebu njooni huku mimi simwelewe huyu. Hey. Hey.

Jamani, amjui utaratibu wa hospitali? Hapa ni wodi ya wagonjwa, hatu haturuhusu kukaa watu wengi hivi. Anayetakiwa kubaki ni mmoja tu ambaye ni mama, naomba wengine mtoke nje. Jamani, hamnisikii au? Misamtoke nje. Anaendeleaje kwa sasa? Anaendelea vizuri maanake hata mapigo yake ya, ya moyo kwa sasa yamepungua kasi. Sawa so, na huyu ndiye ndugu yake, shangazi yake. Sasa shangazi, tumefanikiwa kufanya vipimo, tumempima pressure, lakini pressure yake imeonekana iko juu sana. Uh, lakini pia hatukuishia hapo, tume tumefanya vipimo vingine ambavyo vinaweza vikamsababishia mtu kupoteza fahamu Tumeangalia pia sukari yake, sukari iko normal, wingi wa damu kwa kawaida. Tumemcheck pia malaria, hana, lakini pia kwa maendeleo yake yameweza kutulizisha sisi. Kwa hiyo kufikia jioni ya leo tunaweza tukamruhusu ukaweza kurudi naye nyumbani. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba atakuwa sawa na atarudi kama zamani. Sawa, daktari.

Good morning, sweetheart. Morning, wife. How are you? I'm good. Unajua nini, sweetheart? Eh? Rose, kumbe uko mzuri. Yaani baada ya kupita kote uko ni siku ya kwanza na usiku wa kwanza nalala na mume wangu kuanzia usiku mpaka asubuhi. Sio kulala tu, nimelala kifuani koko. Can you imagine, nimemka mda mrefu kidogo nikua kuangalia, nimekuangalia sweetie, we ni mzuri. Mungu soenza. Mm. Nakupenda sana. I love you too. Okay. Utaanza kuoga ni kuchemsha maji moto au utapata breakfast kwanza?

nakupenda sana, nakupenda pia. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia ah. Wajuaji na wapumbavu wa moo, dunia ah. Anguko lakonikicheko kwa Ino wengine, dunia ah. Wasindikizaji wapambanaji wa moo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 Eh, inanikunja inanipindapinda dunia pinda, tofauti na mama alivyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea eh. Nimeoza ndani kwa ndani natembea, ingali nimekufa mawazo ena.